kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale, kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao Uwasi